Sasa ni sehemu vya haraka haraka, nitoe dalili dalili ya mtu rabbani, mchamungu, tupate vigezo. Tulisema utapimaje wewe kwamba huyu ni mchamungu na huyu sio mchamungu, katika vigezo vya kawaida tu vya kibinadamu, sio vigezo vya ndani. Huwezi kuingia katika moyo wa mtu. Nani anapaswa moyo? Kuna mtu anafaa moyo wa mtu huyo, daktari anapaswa moyo wa mtu, anauona moyo wa mtu, mtu, lakini atauona moyo kama chombo tu lakini ndani ya moyo hajui, anajua nani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nakupeni dalili za haraka haraka nne au tatu za haraka haraka. Ya kwanza inshirahu sadri, inshirahu sadri ni kifua kukunjuka. Ukiona mtu au wewe mwenyewe ukiona kifua chako kinakunjuka, wallahi usijisifu, lakini mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba una dalili ya sasa unaelekea katika nini, katika uchamungu Vipi hadithi ibn unakunjuka vipi? Hadithi radhiallahu anhu qala, anasema qulna ya Rasulullah, tulimwambia Mtume tunataka maana ya Mwenyezi Mungu alivyosema, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fa huwa ala nuri min rabbi, mtu ambaye Allah amekunjua kifua chake katika Uislamu, huyo yupo katika nuru ya wa Mola wake. Maswahaba walikuwa hawajui, wakauliza, hii inshirahi ni nini? Mtu aliyokunjukiwa kifua katika nini katika Uislamu yupo katika nuru hii, inshirahi sadiri ikoje? Walivyomuuliza, hii ni surati Zumar aya 22, Zumar 22. Mtume akasema idha dakhala an-nura an-nur akasema idha dakhala an-nuru fi al-qalba, nuru ikiingia katika moyo, inshara insharaha hasadru, kifua huwa kinafanya nini? Huwa kinakunjuka, sawa. So, wanfataha huwa kinafunguka. Nuru ikiingia ndani ya mtu basi kifua kinafanya nini? Kinakunjuka na kinafunguka. Nuru inaingia vipi ndani ya mtu? Nuru inaingia vipi? Inaingia nuru wa kupiga manyanga? Inawezekana inaingia nuru? Ukifungwa timu yako ya mpira unazimia, kuna nuru itaingia imani? Hapo kafungwa mtu wa mpira pale, unazimia wewe. Mpira ukucheza wewe, wamecheza watu wengine, listi kapanda mwingine, wewe unazimia huko wewe, afu wewe unataka unatafuta Rabbani, wewe uchamungu unaupata wapi jamani? Nasema uongo We list ya mpira uliipanga wewe, mpira ulicheza wewe, magoli ulikosa wewe, aliofungwa sikafungwa kipa. Wewe unazimia uko wewe, wewe kweli wewe, hiyo nuru unaipata wapi eh? Sasa mtu <laughs> rabani, mambo kama hayo kwake hayapo, hayana nafasi. Imeleka vizuri, ukiaweka hayo unamtoa Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja, ukiaweka hayo unamtoa Mwenyezi Mungu, ukiaondoa hayo unamuweka nani? Mwenyezi Mungu. Inshiraha sadri inapatikana, hicho ni kigezo Ehem. Sasa wakasema, bibi akawambia Mtume, ia saama al-inaba ila daril khulud, ikiwa wewe unaelekea katika nyumba ya milele watajafi an daril ghurur, na unaikimbia nyumba ya kudanganya, wal istidadu lil mauti qabla nuzulihi, na kule mtu kuona unajiandaa katika mauti kabla ya kifo. Hadithi imepokea hakim na baihaki ya fizudi huyu, ndio rabbani kicake. Alama ya pili ya haraka haraka, dalili dalili ya pili ya uchamungu ni wajalul qalbi inda dhikrillah, pale moyo unapopata uoga anapotajwa Mwenyezi Mungu, unaogopa kidogo, unachechemeka kidogo. Hiyo ni dalili ya nini? Ni dalili ya Ar-Rabbani. Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira llahu wajilat qulubuhum, waumini ni wale ambao anapotajwa Allah nyoyo zao zinaogopa. Al-Anfal na, na mabili anasema walwajalu wajalu ni nini? ni. Wajilat kulubuhum alwajal ma maana alwajal? Wajali nini? alwajalu huwa alkhawfu ni ile hofu, walidtirabu na kule kupiga piga, walfaza na ile fazaa, wa ziyadatu khafakani lqalbi na kile kuzidi bapigo ya moyo, wa suraati dharabatihi na ule kupiga piga haraka haraka, wayash'uru rabbani wayash'uru rabbani. Hapo ndio mtu wa kimungu mungu huwa anahisia Bidhalika huwa anaishi hayo inda dhikri llahi, pale anapotajwa mizungu ndio inakuja hivyo. Imeeleka vizuri. Mimi napenda kupiga mifano sana, mambo hayo yapo yapo. Timu yetu ya mpira inapoingia uwanjani, watu wanazafanini, wanaanza kunamnei, hawatulii. Nasema uongo? ikipigwa filimbi pale, wanasogea pale, mtu anafanya nini? Sitakuaje leo, ya rabbi, sitakuaje leo. Ukianza pale, wameanza sasa Ikitokea penalty penalty utaniambia. Utaniambia hiyo. Unaona hii? Ndio ni ile ndio khafakani yaani, moyo unafanyini, moyo unapiga piga katika jambo letu lile lingine lile. Unaona inakwenda mpaka mwisho, ndio mtu anapata raha kama akapata zuri. Sasa mfano huu huu katika mtu rabani wa kiucha Mungu upo, anapotajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya zikitaja pale mtu anaanza kutikishika pale inavyozidishwa ile mtu anatikisika ile, anakwenda anakwenda, mashaallah ya Allah, anakwenda mna hii anakwenda mna hii na we, mpaka anafikia mahala, sasa anakuwa sasa ametulia kabisa, hoi taabani. Kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ndio al-wajal, ndio ile wajilati qulubuhum. So, hey, we wajilati qulubu, moyo unaogopa. Unaogopa nini kogopa ni kogopa ni, hiyo khafaqanul qalbi, moyo kupiga piga, mapigo kuongezeka na kadhalika. Na hayo mtu wa kawaida kono hata ujilazimishe hupati, mpaka mtu kianza kupanda daraja zile, ndio inakuwa namna hiyo. Imeleka vizuri, walikuwa wazee wetu wa zamani namna hiyo. Sisi leo tumefeli. Tunakwenda mbele, ya tatu ni khushuul qalbi. Dalili nyingine, dalili nyingine ya mtu rabbani, mcha Mungu, anakuwa na khushuul qalbi na unyenyekevu wa moyo. Allah anasema qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamefaulu wa umini ambao katika sala zao wana unyenyekevu. Hiyo ni Almu'minun aya ya kwanza mpaka ya pili. Na Allah akasema tena innahum, hakika hao wa cha Mungu, kanu, walikuwa yusari'una fil khairati, wanafanya wepesi kwenda katika mambo ya khairi kheri, wayad'unana raghaban wa rahaba na wanatuomba sisi, raghaban kwa kujipendekeza, warahaba na kwa kutuhofu, yani Allah, unamuomba katika sura mbili, unamuomba huku unajipendekeza, lakini unamuomba huku unamwogopa. Allah anaona raha kwelikweli, yani unajipendekeza na unamwogopa, unakuwa unakuwa ndumi la kuwili. Wewe unajipendekeza, unamwogopa, Allah nakusifu namna hiyo, unampa Allah hadhi zake zote mbili. Anasema wakanu lana khashiin, watu hawa walikuwa kwa sisi ni wenye khushu

na ule kupondeka-pondeka kwake wasukunihi na kule kutulizana kwa moyo wa khudhuhi na ile khudhuu unyenyekevu wake wankisarihi na kule kuvunjikavunjika kwake wahirqatihi na kuungua ungua kwake ndio maana ya khushuu. Angalia mwanazuoni huyu anatafsiri neno khushu, sifa zote zile za kulainika lainika. Anasema hizo sifa hizo ndio khushu. Sasa maana yake ni kwamba wakati wewe Allah anatajwa hivi sifa zote hizi unazipata wewe, au unakuwa ni mgumu mgumu tu, unaingia ulivoingia, unatoka mbaya kuliko ulivoingia. Jamani, si hatari namna hiyo? Natafuta rabbani. Alafu akasema Ibn Rajab al-Hanbali, fa idha khasha al-qalbu, moyo utapoingiwa na khushu, tabiahu khushu, Tabi hu khushu jamia al-jawarih, hufuata unyenyekevu wa viungo vyote. ndani huku kuko nini kumetulizana basi, mtu anakuwa bwege kweli kweli kweli. Imeleka vizuri, anakuwa mtu bwege kwa maana nini? Ubwege wa viungo na anakuwa ameregea kabisa, kwa mtu ameregea huyo mtu. So yeye ndani huku ameregea, ndani moyo usharegea, ni anaregea moyo ndani, uko unasema vibaya, na huku mtu anakuwa anafanya nini? Anakuwa namna hiyo. Moyo ndio unahukumu mtu, huku ni dalili tu kwamba ndani ukoje. Kwa mtu unamwangalia mtu ushetani Anasubiri Ana akampige mtu huyu, shetani ndani kubaya. Lakini mtu ameambiwa, ametulia, ujue mtu nini, viungo vikishatulia tu, ndani kafanya nini, ndani ametulizana. Anasema ibn Haja, ibn Rajab Al-Hambali anasema wale, e, kwa nini hivi viungo tabiatu lahu vinafata ile khushu'i ya moyo, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume ala, zindukeni inna fil jasadi mudghah katika kiwiliwili kuna pande la la, la nini la nyama, idha saluha saluha al jasadu kullu, kikitengemaa kipande hicho mwili wote unatengemaa, wa idha fasada fasada jasadu kullu, na kikiharibika kipande cha ndani mwili wote uharibika. Ala wa hiya al qalb, ni uo nini, moyo. Kwa sisi imani kumwamini Allah na kaze ngu za imani zinaotengeneza nini moyo huu, huu moyo u, moyo ukikubali, ukikubali step u, step shekhe wangu mambo mazuri na mwili nini milifanini no, unakubali unakubani, una ana mtu anasujudu anarukuu mtu mwema, tayari kashaharibiwa ndani, safi kabisa, nitakuwa namna hiyo. Na ndio maana mtume, unakuta Mtume alikuwa na tabia katika moja ya dua zake tu anaposwali akisujudu, alikuwa anapenda Mtume kusema katika rukuu khasha alaka sam'i wa baswari wa mukhi wa adhmi. Hadithi imepokea Imam Muslim na Tirmidhi Mtu anasema anasujudu rukuu, anasema khasha alaka sami, yani umenyenyekea kwako wewe masikio yangu wabasari na kuona kwangu wamuhi na ubongo wangu wa adhmi na mifupa yangu zimenyenyekea, yani kwako wewe Allah subhanahu wa taala. Mtume alikuwa na tabia kusema hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, tunajilinda na Mwenyezi Mungu kuwa na khushu ya kinafiki. Khushu ya kinafiki ni mtu unamuona viungo vimetulia, kama vile majambazi. Majambazi watu wabaya sana. Jambazi akiwa mtaani huwa apendi vurugu. Vurugu jambazi alibobea, ukwenda pepa ni, ni kibaka, mwizi mwizi. Lakini jambazi huwa anataka nini? Utulivu. nakwambia nini, kanuni. Anakuja hivi, jamaa alikuwa ni jambazi yule, tulikuwa naye msikitini, wallahi tulikuwa naye nini. Kwa sababu gani? huwa anakuwa ni khushuu ya kinafiki yaani viungo vimenyekea, lakini ndani huku anawaza mabaya. Sasa hatutakiwi sisi tuenda kushuhu ya kinafiki. Kama kweli umenyenyekea na ndani yako imenyenyekea imekaa vizuri, usiwajanganya watu, haitakiwi namna hii. Jitahidi nje yako na ndani yako ifanane. Nje yangu mimi na ndani yangu mimi vifanane. Kwa hiyo ndugu zangu, kama ukiwa na unyenyekevu wa mwili ndani hakuna, huo sio kushuhu nimetaja nne hizi za rakaraka tatu, lakini zilikuwa zije kumi na saba dalili za mtu kuwa mchamungu, mtu wa kimungumungu. Allah atuwafikishe kubwa zaidi, Allah atuwafikishe tunachokisikia tukifanyie kazi sote kwa pamoja, tutoke hapa tuwe na uchamungu sababu kuondoka, Mungu wa kweli iwe ndio sababu za kuondoka, tukakutane katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Aqulu matasmaun, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.